Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ya kumi aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na sita. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ole wako Korazini, ole wako Betisaida. Kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkatae yeye aliyenituma. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji tunakutana na maneno makali mazito ya Yesu Kristo. Anatoa ole, hukumu, laana katika miji ya Betsaida, Korazini na Kapernaumu. Miji hii ilikuwa inapatikana kando ya ziwa Galilaya ambako Yesu Kristo katika mizunguko yake alipita mara nyingi sana katika miji hiyo ya Korazini, Bethsaida na Kapernaum, hasa Kapernaum, ambako walifurahia makao ya Yesu Kristo. Yeye alikuwa anakaa katika eneo hilo la Kapernaum wakati wa huduma yake akiwa pale Galilaya, kwa sababu Kapernaum ilikuwa ndio nyumbani kwa mtakatifu huyu Petro. Ndio maana alipokuwa pale Kapernaum alienda akamponya mama wake mkwe wa Petro, naye akaweza kuwahudumia. Alikuwa anashinda pale. Watu wa Kapernaum walisikia mengi sana juu ya Yesu Kristo, lakini hawakutaki kuweza kubadilika. Walikuwa bize na kazi zao za kuvua samaki. Yesu Kristo alifanya mambo mengi juu ya miji hiyo. Yaani hiyo miji ilishuhudiwa yani, kazi za neema za Mwenyezi Mungu juu yao, lakini anatamka maneno haya kwamba miujiza ambayo ingefanyika, miujiza ambayo ilikuwa imefanyika katika miji ile ya Korazini kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 20 mpaka 24 ingefanyika katika maeneo ya Tiro na Sidoni, wale watu wangelitubu na wangevaa mavazi ya kigunia na kukaa katika majivu Laana hiyo ambayo Yesu Kristo alitoa katika miji ya Korazini, Betsaida na Kapernaum, nimeshuhudia kwa macho yangu. Ile miji leo imegeuka kuwa magofu, hakuna mtu anayeishi pale, hata mnyama hata wadudu, hakuna anayeishi pale kwa sababu ya laana ambazo Yesu Kristo alikuwa amezitoa. Tujifunza kitu gani katika maisha yetu anavyozungumza juu ya miji? Usisahau injili iliyopita alizungumza kwamba miji ambayo itaweza kuwapokea wale ambao Yesu Kristo amewatuma sabini na mbili itapata baraka, na kuna baadhi ya miji ambayo itakataa kuweza kuwapokea wale sabini na mbili wafuasi wake itapata laana, ndio ole hizo. Miji ni familia yetu, mji wangu, mji wako, katika nyumba yako kwamba kuna miujiza mingi sana imefanyika katika mji wako katika nyumba yako katika familia yako unapoishi. Hata nyumba yenyewe unayoishi hiyo ni muujiza, yaani ni neema tu za Mungu ambazo umezipata, kwamba historia yako na ya wazazi wako hawajawahi kufika katika viwango ambavyo umefikia wewe, katika hali ambazo nazoishi ni neema tu ya Mwenyezi Mungu. mji huo hasa nasema miujiza ambayo imetokea katika nyumba yako, mpaka unavyoishi katika nyumba yako hiyo, ukikumbuka historia yako ilikotoka huko. Miujiza hiyo ingefanyika katika baadhi ya familia nyingine, wangekuwa wanatubu, wangenyenyekea sana, kwamba si kwa mastaili yetu. Miujiza gani ambayo imefanyika katika mji wako? Muujiza mojawapo ni huu, watoto ambao umewapata, unakuta watoto ni wazuri kushinda hata wazazi Watoto wana akili kuwashinda hata wazazi. Ni miujiza hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameruhusu itokee kwao. Katika mji wako watoto wanafaulu katika viwango vikubwa, ni miujiza hiyo. Ni kwa neema tu umepata hiyo, ni kwa neema tu. Hata uhai, kwamba mpaka leo upo hai, ukikumbuka vifo ambavyo vilikuwa vinatokea katika familia yako, leo upo hai, ni muujiza tu, ni muujiza, ni neema tu ya Mwenyezi Mungu hiyo. Angalia biashara yako inavyokuwa. Ni neema ya Mwenyezi Mungu tu, ni miujiza kwa sababu biashara unayoifanya hata ndugu zako waje kufanya biashara kubwa kama hiyo. Kazi ambayo uko nayo ni muujiza tu. Mwenyezi Mungu amekutendea miujiza wewe Korazini, wewe mji wa Bethsaida. Kazi ambazo mko nazo hizo, Mwenyezi Mungu amekuinua, amekupandisha katika cheo kutoka hali ya chini mpaka hadi katika hali ya juu. Na furaha ambayo uko nayo ni neema tu ya Mwenyezi Mungu. Asa neema hiyo ambao Mwenyezi Mungu ameruhusu ije kwako ilikuwa lengo la kukufanya ushituke, useme, hapana, sio mimi. Mungu tu, kuna kitu anataka kuweza kuniambia. Ni Mungu tu, kuna kitu anataka kuweza kuniambia, anataka kuweza kunitendea mambo makubwa. Sasa tunaenda katika mji wa Kapernaum ambao ulifaidi sana mafundisho ya Yesu Kristo alipokuwa nakaa pale. Kuna watu mnafaidi sana uwepo wa Yesu Kristo katika familia zenu Yesu Kristo mara kwa mara yuko hapo, mnakaa karibu na kanisa, mnakaa karibu na nyumba za ibada, mnafaidi sana mafundisho ya Yesu Kristo mara kwa mara. Yesu Kristo amewainua kama ulivyoweza kuinuliwa mji wa Kapernaum, umeinuliwa hadi katika viwango vya mbinguni. Maana yake nini? Yaani umeinuliwa, umepandishwa cheo katika ajira yako, nyumba yako imeinuliwa, watoto wako wanaolewa, watoto wako wanafaulu, wanapata kazi, familia yako ina furaha. Yaani, kuna upendeleo fulani hivi ambao umeupata umeunuliwa kiasi kwamba mpaka unafurahia ile hali ya mbinguni. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu za kukuinua, anataka kukuleta katika mazingira ili Mungu alipokuinua sasa, upige magoti ufanye toba ufanye matengenezo ya maisha yako, kwamba mimi na nyumba yangu hatukostahili, kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mwenyezi Mungu umetununua katika viwango kama hivi, sasa tuwasaidie wengine ambao ni wanyonge. Sasa kuna dhambi ya kupokea neema za Mwenyezi Mungu bure. Dhambi hii ambayo inayotupelekea kupokea neema za Mwenyezi Mungu bure, hatutaki kufanya toba kila siku. Utamsururu wa kwenda kumpokea Yesu wa Kristo ni mrefu, lakini una miezi kadhaa na kadhaa kujaungama, ujafanya maungamo ya kweli hata ukienda kufanya maungamo ya kweli una, unaungama tu kwa dhambi hizo, nasema na zile nizo zisahau. Mbona darasani ulikuwa unafaulu kwa viwango vikubwa? Inakuwaje kwenye sakramenti ya kitubio ndio nasema umesahau? Mbona pasiwodi za simu za mume wako mke wako na nyingine vyote unavikumbuka? Inakuwaje dhambi unazisahau? Ni kweli umesahau au unaona aibu kuweza kutamka? Hutaki kuweza kularua moyo wako ili uzae matunda yanayopatikana na toba? Inakuwaje? Inakuwaje? zamani kanisani ilikuwa ni mbali, sasa hivi una gari unaweza ukaenda kumtafuta padi popote pale ukafanya maungamo. Inakuwaje hupo katika maisha ya toba? Anasema hayo mambo yangefanyika katika miji ya Tiro na Sidoni, hawa watu wangetubu. Je, leo hii Yesu akija, wewe upo katika miji ya Korazini na Betsari na Kapernaum ambayo imeinuliwa, alafu utaki kugeuka? Au upo katika ile miji ya Tiro na Sidoni? anasema Yesu, awasikilizae ninyi anisikiliza mimi, na yeye awakatae ninyi anikataa mimi, na anikatae mimi amkatae yule aliyenituma. Usilikatae neno la Mwenyezi Mungu, yasije yakakukuta mambo ambayo yaliyotokea katika miji ya Korazini na ile Bethsaida, ambapo Yesu alitoa laana na mpaka leo hakuna mtu anayeishi kwamba familia yako katika mji wako asija katokea mtu ambaye anayeishi amepatikana na laana ya kutumia neema za Mwenyezi Mungu bure. Atubariki na kutinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.